Sawa basi, ndugu zangu, kwanza, jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kutupa kibali hadi tumefika siku ya leo, tangu Jumatatu mpaka tumeweza kufika siku ya leo Jumatano, tunasema Mungu asante. Lakini jambo la pili tunashukuru wakufunzi, wakufunzi wetu, kwa kweli Mungu awabariki sana enu, kwa sadaka yenu kubwa mlioitoa, kwamba mlikuwa mnafundisha, lakini mmetoa sadaka kubwa ya muda, lakini pia ufundishaji na lugha mliokuwa mnatumia ni rahisi na nzuri. Mungu awabariki sana, pamoja na wakufunzi watu wa benki ya mana Azania, Mungu awabariki sana kwa udhamini wenu mkubwa, Mungu awazidishie zaidi. Ndio, lakini e, ingine ni kuwashukuru na kuwapongeza wanafunzi wote, nami najipongeza jamani Mimi nimejifunza kutengeneza kapeti na nimenunua na sindano na, na mimi nitaanza kutengeneza makapeti eh. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanafunzi, kama tulivyosema, mlikuwa na usikivu, mlikuwa tayari kufundishwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, Roho Mtakatifu kwa kufungua akili zenu, mmeweza kujifunza haya. Wanasema elimu ni ufungua nini, jamani? Lakini pia elimu ni bahari, si ndio? haina mwisho Unajifunza, unajifunza, unajifunza na una kujifunza. Kwa hiyo na elimu hii ambayo umejifunza mpaka e, utakavyozikwa ndio elimu itaisha, lakini haitaishia hapo kwenye kaburi lako, maana yake na vizazi vyako na vizazi vyako, si ndio jamani? Kwa hiyo yeah. E, nawashukuru nakuwapongeza sana, naomba mjipongeze tena, ndugu zangu. Na jambo lingine sasa, safari moja huanzisha yeah. Meshajifunza sawa. Sasa tunaingia field au tunaingia kwenye jamii. Sasa elimu ambayo mmeipata, mkaanze kuifanyia kazi, yaani kesho asubuhi tuanza kutengeneza carpet, anza kutengeneza keki. E, walisha hata wanajumuia huko, walisha hata wanajamii, wajawale tu keki, maisha yaendelee, si ndio? E, kwa hiyo e, vitu ambavyo tumejifunza basi tutaendelee kuvifanyia kazi, lakini lingine katika kuendelea kulifanyia kazi E, kutengeneza e, nasema vito au hivi ambavyo tumevitengeneza ni jambo moja, lakini tunahitaji masoko, si ndio jamani? E, sasa masoko tunaweza tukauziana na sisi wenyewe kwa wenyewe kwanza. E, yani soko la kwanza ni ujasiriamali mwenzio, si ndio jamani? E, unatengeneza karanga tunanunua kwako, unatengeneza sabuni tunanunua kwako pia. Kwa hiyo soko la kwanza lianzie kwako na kutangaza masoko huko kwingine. Lakini kingine ni kwamba tunapokwenda kufanya masoko tusigombanie wateja. Boresha tu bidhaa yako. Si ndio jamani? Unakuta yeah. Mtu anamwendea mwenzie kwa mganga anampulizia pupu pupu pupu. Eh, sijui nini. Hayo yote ya nini? Mungu apendi. Si ndio? Wewe yeah. Boresha bidhaa yako, uwe na lugha nzuri, uwe smart na mambo ataweza kwenda vizuri. Na nakumbusha, unapenda kuuza bidhaa zako uwe vizuri.

Si ndio? Kwa hiyo tunawakumbusha na nyinyi kuna kitu kinaitwa customer care na customer service. Si ndio jamani? Ikiwa nzuri bidhaa zako zitakwenda vizuri na usione aibu. Si ndio? Eh, usione aibu. Nenda barabarani hapo, nenda sokoni, tangaza biashara yako na mtangulize kwanza Mwenyezi Mungu na mambo yataweza kwenda vizuri pia. Basi ni Juliana kusema tena tunawashukuru sana. Mungu azikubariki na tunaombea kila la heri. Mwenyezi Mungu azidi kuwatunza. Wewe mwalimu mmoja, sio? Na mwalimu amefundisha wanafunzi, na wewe ufundisha wanafunzi wengi pia, sindio hivyo? Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe kibali kimpendeza hapa iwe center au kituo cha mafunzo na uuzaji wa mali ghafi. Kwa hiyo tunamwomba Mwenyezi Mungu, tutaongea na ukubwa wetu hapo, mtupe mwongozo ili basi tuweze kuhudumia Ubungo yote e, kule kilio najua wapo lakini Ubungo hii, basi tuweze kuhudumia watu kwa kuazia matilio haya. Pia basi ni niseme asanteni sana. Mungu awabariki na kila laheri. Mungu azidi kuwatunza wajasiria mali, tunaweza, wajasiria mali, tunaweza. Tunaweza. Ni jambo njema sana fadha anawapenda sana. Toka juzi ananiambia hapana, mimi nahitaji, kwani inakuaje? Nahitaji material wapate hapa hapa. Na inawezekana. Sawa? So, hey, hilo limepita. Nimesikia wana kutangaza ofisi, ofisi yetu kama tutaenda kununua mali gani basi baadaye nitawatajia namba za simu na ofisi, lakini kemikali zitapatikana hapa hapa. Kwa hiyo father anafikiria ataweka wapi flame, lakini kwa mwanzo haina shida hata kama kuna kasto fulani watu wanakuja kuchukulia hapa hapa. Nitawapa majina yote ya wilaya ya Ubungo. Kemikali zitatokea hapa hapa na bahati nzuri nimependa tumepata na walimu humuhumu. Kwa hiyo walimu, umekosea mimi, kiukweli wa Mungu niko tayari nisumbue na niko tayari nirudi tena kama mjaelewa, nipo minakaa picha ndege sio mbali. Hata kama ninauzulu niko sehemu nyingine, nitamwambia faza, lakini faza atakaponiambia, bwana hebu njoo Jumamosi moja, njoo upige blush kitu fulani, au njoo hivi, nitawahi nitakuja haraka sana, sawa? kwa hiyo mi nimewapenda sana wajasiriamali, tunaweza. basi nisiongee mengi sana. Uh, ni wape wadhamini wetu hata kushukuru kidogo, alafu tuanze zoezi la vyeti. Karibuni wajasiriamali! Oe, oe. Oe. Una mmechoka jamani, pole binadamu, yeah. <laughs> watoishi kwa mkate tu <laughs> Jamani, sisi tunasema asante, lakini pia tunasema Hongereni sana tangia mmeanza mpaka hapa mlipofikia. Hongereni sana hayo mlioyapata, mkayatumie na mkayafanyie kazi, na ni maarifa ni makubwa ambayo mmeyapata. Sisi tunazunguka sana na hawa watu, sio hawa tu, wengi wapo ambao tunafanya nao kazi na, na wengi tunaona wakifanikiwa kupitia programu hizi za mafunzo ya ujasiriamali. Kwa hiyo hiki mlichokipata, jamani sio kidogo. Ni kikubwa mkakitumie, mkakifanyie kazi. Mi sisi sahihi, karibuni sana ii. Hizi siku mbili tulitamani tuendelee kuwa pamoja na nyinyi, lakini iliyopo leo nadhani itakuwa ni siku ya mwisho sisi kwa hapa, labda kwa siku zingine za mbele tena tunaweza tukawa pamoja na piki. kwa wale kwa wale ambao wameweza jana kutusikia Azania benki kwa ufupi ni benki ya serikali na ni benki ambayo inamilikiwa na, na mifuko ya jamii ya serikali kama NSSF, PSSF, NHIF Kwa ni benki ambayo ina garantii ya muda mrefu na msiogope tuna miaka zaidi ya ishirini na sita tupo sokoni tunahudumia jamii tofauti tofauti kutokana na hali zao Azania benki abagurii mtu huduma nafuu gharama nafuu kutokana na hali ya jamii tofauti tofauti ambazo tunazihudumia, na huduma ziko nyingi tu. Mkiachana na hizi akaunti za wajasiriamali tuna akaunti zingine zingi. Kuna wakulima hapa, kuna wafanyabiashara wakubwa wakati wadogo, tuna mikopo ya nyumba, yaani huduma ni nyingi. Cha kwanza nyie ingieni tu Azania Benki, lakini haya ambayo mmeyapata leo mkayafanyia kazi na huyu bwana. Hata sisi wenyewe tulikuwa tuko pale tunaendelea na kazi zetu, lakini tulikuwa tunapata darasa na huku pia kwa hiyo hiki mlichokipata jamani, mimi naendelea kusisitiza mkakifanyie tu kazi. Cha mwisho niseme hongereni na asanteni kwa niaba ya Azania Benki kwa ujumla, asanteni sana wajasiriamali. Tunaweza basi, zoezi linalofuata ni zoezi la kugawa vyeti. Kwa hiyo kwa sababu leo tunahitimu basi basi, tunavyogawa vyeti basi vivyo vigelegele kwa wingi kabisa, tuonekane tumefurahia maafari yetu na tunapatiwa vyeti leo. Lakini fadhali aliniambia kwamba kuna watu hawajapata vyeti, si ndio? Wangapi hawajapata vyeti? Nyoshee mikono juu nyo. Basi ni wachache. Nyiwe msiopata vyeti, baada ya kabla ya kiondoka, mtaenda pale, mtaandikisha majina yenu matatu Sawa. Eh, mtapatia vyeti kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Ngoja wasi. Wajasiriamali, tunaweza? Lengo ni kwenda kufanya kazi, sawa. Basi tutaanza kuita majina ili ziweze kugawa vyeti. Atakayetufunguria anaitwa Tetura Ishongoma.

Mwenyezi Mungu kwa sababu ametupa zawadi kubwa sana ya baba yetu Hasim, basi italisika sehemu mkurugenzi wetu kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu kuja kutuletea mafunzo haya kweli, pamoja na utauzima nilokuwa nao, lakini kwa mafunzo haya nina uhakika nitaongeza kipato katika familia yangu kwa sababu anaeleweka na unaweza ukayafanyia kazi katika ya mafunzo yote libi, ambayo unasema umebobea, hata watukupatenda leo utaitendea haya. Katika mafunzo yote haya nilichobobea sana kutengeneza sabuni ya miche ambayo ndio kwa mwango naenda kuyafanyia kazi, sabuni ya magadi. Kwa hiyo nina ahidi na kutoka ndani ya moyo wangu. Majina, naitwa Inarenba. Nimefurahi sana kwa ajili ya kuja kwenye semina ambayo kwanza, a kama wajasiriamali ili tuweze nawe ni katika mafunzo haya yote mmejifunza masuala ya utengenezaji wa sabuni, utengenezaji wa keki, mabatiki, makapeti, mambo ya ufugaji wa kuku. Lipi katika haya yote ambayo naliona umebobea kiasi kwamba ukipewa tenda hata leo utaifanyia kazi? Naenda kwenye sabuni ya maji na sabuni ya miche, nimependa sana, naipenda sana, na hata keki na mimi na uwezo uwezi wa kwenda kujiendeleza zaidi, kateeka sabuni, nikaanza kuuza kwa mama wenzangu majumbani, bado nikaendelea kuingiza kipato yangu. Hongera sana, asante sana, sanaaa. Basi, mtazamaji wa Aminifu TV, ndio tumefikia mwisho wa sehemu hii hasa na mahafali haya, bado vitu vinaendelea aiichakulanaka lakini ninaona kumetia walau sehemu hiyo ya mahafali haya ya mafunzo ya ujasiriamali katika parokia hii ya Mburahati, ambayo kwa paroko ni Padre Peter Sikasembe, mgeni idara ya wale jimbo kuu Katoliki Dar es Salaam. Aminifu TV Dar es Salaam, naitwa